Ndoa ya Juma Jux pamoja na Priscilla imeleta baraka kubwa e, na mafanikio makubwa sana, kama tunavyoona amepanua mipaka yake, na ukiachana tu na hiyo, na ndoa yake imekuwa na hamasa kwa vijana wengi nao kutamani kuingia kwenye ndoa hapa e. Sasa namzungumzie Harmonize, amesema kwamba anatamani naye kuingia kwenye ndoa na ndoa yake itakuwa na sherehe kubwa sita e, mambo ni makubwa. Sasa swali langu ambalo nalileta kwenu nyie na tunaweza tukajadili hapa na ukadondosha komenti yako na sisi tutapita nayo. Swali langu lina na linahusu kwamba je, Harmonize anataka kumuoa nani? nikajala, au kuna mwingine ambaye anamchanganya kwenye ubongo mpaka anasema kwamba anatamani ndoa? Maana ndoa ni jambo la heri kwa kila mtu e, umri ukiwa umeshakaribia bana, ni jambo zuri e, kwa mtu kuingia kwenye ndoa. Sasa je, ni nani huyo ambaye amemhamasisha kuingia kwenye ndoa? Maana kuna siku alikuwa anasema tu niite tu jina langu e, na mimi nitakuja kufanya mambo hapo e, ndoa tunayo sasa sasa swali ni kwamba ni nani huyo ambaye amemteka ubongo wake na ambaye anatamani kuingia naye kwenye ndoa? Na tusubilie pati kubwa kutoka kwake. Sisi wambea tupo, tutaendelea kuwapa taarifa, more update, nini kinaendelea, ndoa ni lini na ni nani. Kama atakuwa tayari kumtaja, na sisi hapa tutamtaja. Kwa hiyo endelea kuikumbatia e, tutakupa taarifa nyingi kibao, na amesema kwamba E, atakuwa mume wa mtu hivi karibuni na harusi yake itakuwa na sherehe kubwa sita. Ataanza msikitini, kanisani, na baada ya hapo ni Serengeti Park, na itakuwa na party kwenye uwanja wa mpira. E, kwa hiyo kaka kashajipanga na sisi waambie, tumejipanga kuendelea kukupa taarifa zinazoendelea kwenye hiyo harusi. Ni nani sisi tunataka kumfahamu? Ehe, huyu ambaye amemnasa, amemkamata. E, hapa sasa anaposema atakuwa msikitini na pamoja na kanisani, kidogo tunapata ukakasi. Au ni Kajala? Kwa sababu Kajala ni Mkristo, kwa hiyo hiyo ndoa itafanyikaje? Yani bado sijapata kuelewa vizuri nayo, dondosha komenti yako hapo. Wewe unafikiria nini hapo, kinachoendelea au ni kiki tu, naye anataka kutembelea nyota ya juks, au imekuwaje? Dondosha komenti yako na sisi tutapita nayo vizuri kabisa. Jina langu ni Hermina Donat, usahau so, kusubscribe kulike na kucomment kwa ile